Habari yenu wasikilizaji, tumefika wa maeneo ya Embu County ambapo tuko katika wilaya ya Mbere North, na tumekuja kupatana na kijana mmoja ambaye atatuelezea hii ishu ya Nduta anaioneleaji. Kwa hivyo, kijana, kuja karibu na kamera. Chota, top chota, top chota. Habari yako kijana? Habari yangu. Ah, uko salama. Wezani nayo? Sawa, si sani. Eh? Wezani nayo. Habari yangu wezani nayo. Kwa nini siwezani nayo? Acha ikae. Kwa kwa kwa kwa jina lililokamilika, hii tunaitaje? Hii. Mm -hmm. Hii inaitwa Jaba. Jabalation, yani ile ya mapanga ndio tumesikia. mm -hmm. Okay, kilichonileta huku kwa wakati wa leo, mm -hmm. nimekuja kujua hii ishu ya Nduta, mm -hmm. unaonelea namna gani kuhusu venye anaenda kuhukumiwa? Unaweza kutuelezea sababu, watu wengine wako na maoni yaliyo yaliyo ambayo si si sawa, na kulingana na wakazi wa Vietnam Okay, kulingana na mimi mimi ni mkazi wa Embu, mm -hmm. Vietnam. So unaona huyu Nduta yes, Nduta Nduta tulisikia story yake ni ya uh, anataka kunyongwa kunyongwa uh -huh. juu ya alishikwa na madawa hey, alikuwa na madawa za kulevya, madawa ambazo za eh, aliweza kushikwa na zenyewe, lakini kwa hii story yote hmm. tukiangalia vizuri madawa madawa hizi haikuwa ya Nduta, yalikuwa ya nani madawa? Madawa ilikuwa ya kulevya. Kulevya ndiyo mwenyeji, na ndio anafaa kunyongwa, ahukumiwe kifo kulevya, e, ndio tunasema kwa jina lililokamilika, mm -hmm. alipatikana na dawa za kulevya e. Kwa hivyo unaona ni vyema akihukumiwa, kwa sababu kulingana na sheria za, za Vietnam, kishikwa na madawa kwanza, ukuwa we si mkazi wa huko unafaa ni sha kwambia, madawa azikuwa za Duta, madawa zilikuwa za kulevya. Ama uelewi unafomaanisha kulevya? Ndiyo mwenye madawa, si si madawa unasema kulevya. Ni umempea, umempea kibinadamu. Yeye ndiye alikuwa mwenye madawa e, kulevya ndiye mwenye madawa. So nikaa alikuwa ametuma Duta za mm -hmm. Duta ndio akashikwa lakini mi kulingana na ya yana mimi wanafaa kuachilia nduta washike kulevya, na ndo maana nauliza, unaona ni muhimu akinyongo au ra ah, zi anafaa kumuokolize Kenya manze, tukiachana Amok, na jaba uh -huh. Unalevi vingine unatumia ulevi ayo watu uh -huh. <laughs> wananiambianga zitumiangi <laughs> autumiangi ulevi. Hapana, unatumianga nini? Sahisi, unaona hii ni matawi mimi ni mkipika mboga mimi nakula ikiwa mbichi. Mfano ni wewe ulikuwa umeenda Vietnam, mm -hmm. Ukashikwa na hizo ungefanyaje? Mm -hmm. Ah, mimi na hawezi nishika mandawa. Ungefanyajemi naye hawezi akili.